Mwenyekiti wa Taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu leo Jumamosi ya Aprili 5 2025 na 25, ametangaza kutengua uteuzi wa Catherine Ruge ambaye ni mjumbe wa sekretarieti ya chama hicho na mtaalamu wa dawati la jinsia katika makao makuu ya CHADEMA. Taarifa ya kutenguliwa kwa Ruge Uh, imewekwa hadharani na chama hicho na inaeleza kwamba mwenyekiti wa chama taifa, mheshimiwa Tundu Antipas Lissu akiwa mkoani Mtwara kuendelea na operation ya no reforms no election, ametengua uteuzi wa Bi Catherine Ruge kama mjumbe wa sekretarieti ya chama katika nafasi ya mtaalam wa dawati la jinsia. Uamuzi huo umefanyika kwa mujibu wa mamlaka aliyonayo mwenyekiti wa chama taifa na unalenga kuimarisha utendaji na ufanisi katika maeneo husika ya chama. Na taarifa hiyo imetolewa na mkuruge, Brenda Rupia ambaye ni mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi. Na tukio hili limetokea siku moja tu baada ya Catherine Ruge pamoja na wenzie hamsini na nne kuchapisha waraka mrefu ambao umesambazwa huko kwenye mitandao ya kijamii na sio tu waraka, lakini waraka huo pia una saini za wote hamsini na tano na hawa wanajitanabaisha kama kundi la G55. Ni wanachama hamsini na tano wa Chadema ambao wamejitokeza hadharani kueleza kwamba wanapinga msimamo wa chama hicho wa no reforms no election, msimamo unaolenga kushinikiza mabadiliko katika sheria, taratibu na kanuni za uchaguzi ili chaguzi iwe huru na haki. Kwa hiyo uh, hatimaye Mheshimiwa Lissu na uongozi wa Chadema umeamua kuchukua hatua hizi. Sasa hili linaweza kutafsiriwa kwa mitizamo tofauti. Lakini kwanza, kabla ya kuangalia tafsiri ya hatua hii, ni muhimu kuangalia msingi wa huku uh, wa, wa asili ya jambo hili. Na asili yake ni kwamba baada ya Catherine Ruge kuteuliwa kuwa Um, miongoni mwa viongozi waandamizi wa, wa Chadema yani, kuteuliwa na na, katika nafasi ya uongozi wa, wa Mheshimiwa Lissu, uongozi mpya wa Mheshimiwa Lissu, kulikuwa na manunguniko miongoni mwa wanaChadema na, na manunguniko haya yalitokana na ukweli kwamba kwa upande mmoja Catherine Ruge alikuwa alitanabaisha kwamba yeye ni uh, supporter wa mgombea mpinzani wa Mheshimiwa Tundu Lissu katika uchaguzi mkuu uh, wa Chadema ambapo mpinzani wake mkuu alikuwa ni Mheshimiwa Freeman Mbowe, mwenyekiti wa zamani wa Chadema, lakini hilo halikupaswa kuwa kosa. Tatizo moja ambalo lilifanyika au moja ya changamoto kubwa zilizoikabili Chadema wakati wa mchakato wa uchaguzi mkuu ni aina ya kampeni zenyewe zilivyokuwa. Kulikuwa na tuhuma, kulikuwa na matusi, kulikuwa na kudhalilishana, jambo ambalo lilipelekea baadhi yetu kuhoji mustakabali wa Chadema baada ya uchaguzi bila kujali nani angekuwa ameshinda, kwa sababu kupingana ni, uta, ni swala la kawaida. Uchaguzi ni, upi, ni upinzani mmoja, uh, anataka kushinda mwingine anataka kushinda, na baada ya uchaguzi ni jambo la kawaida pia yule aliyoshinda kuwa na furaha na yule aliyeshindwa kuwa kutokuwa na furaha. Lakini endapo kampeni zikiwa zime, zimejikita katika matusi, kuchafuana, kudhalilishana hii inaathiri matokeo ya uchaguzi kwa maana kwamba hata yule anayependwa asiyopendwa, akishindwa bado kunakuwa na dukuduku, kunakuwa na kinyongo, kunakuwa na hizo hisia kwamba huyu mtu alishawahi kusema maneno kama haya, sasa hivi ananiunga mkono, inakuwaje? Ndiyo maana licha ya jitihada hizo za kutangaza kwamba Chadema ni wamoja, baada ya uchaguzi bado kunakuwa na makovu yaliyotokana na majeruhi ya, ya, ya, ya uchaguzi mkuu na kama mnavyokumbuka kuna makala hapa ambayo niliweka baada ya kutenguliwa kwa yule kiongozi mwingine mwandamizi wa Chadema Julius Mwita, um, ambaye chama kimetengua kutokana na kuvuja kwa taarifa za hili kundi la G55. Uh, na yeye alikuwa mstari wa mbele kuhamasisha upinzani dhidi ya ajenda ya no reforms, no election um, kwa hiyo, kwa upande wa Ruge ni kama nilivyosema awali kwamba kulikuwa na upinzani, kuna watu ambao hawakuridhishwa na kuteuliwa kwake pamoja na huyo Julius Mwita kutokana na misimamo yao. Lakini, mantiki ya kuteuliwa kwao katika uongozi mpya ilikuwepo. Na mantiki yenyewe ilikuwa ni hii, um, moto ambao una, unatumika, hii ajenda inayotumika kuhamasisha kuna kutumia kunaitwa a stronger together. Na kauli mbiu ya stronger together, kauli mbiu ya stronger together inamaanisha kwamba Chadema wakiwa wamoja watakuwa na nguvu. Wanakuwa na nguvu wakiwa wamoja. Na it makes a lot of sense kwa sababu mfarakano utakiathiri chama hiki na kibaya zaidi ni kwamba uchaguzi mkuu wa Chadema ulitokea sio wakati mzuri sana, umetokea Januari elfu mbili na ishirini na tano mwaka ambao ni mwaka wa uchaguzi. Na mwaka wa uchaguzi, licha ya chama chochote cha upinzani kuwa katika mchakato au aidha kushiriki au kuto kushiriki, kuna kuwa na hujuma nyingi dhidi ya chama chochote cha upinzani katika mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo hata kama kusingekuwa na upinzani dhidi ya no reform, no election. Ilitarajiwa kwamba kutakuwa na jitihada kubwa za upinzani, hujuma na vitu kama hivyo, kwa sababu kinachoitesa Chadema sasa hivi ni hujuma za pande mbili, ndani ya chama hicho na nje ya chama hicho. Hizi hujuma za ndani ya chama hicho nilishawahi kueleza huko nyuma, msingi wake ulikoanzia. Kwanza, wakati Chadema inaanzishwa, kuna takriban kila aliyoingia Chadema aliwahi kuwa mwana kwa hiyo kuna wengine ule CCM wao ulikuwa haujatoka wakati chama inaanzishwa. Lakini pili, mwaka elfu mbili na kumi na tano wakati marehemu Edward Lowassa alipojiunga na CHADEMA kulikuwa na idadi kubwa ya watu wa CCM walioingia CHADEMA, sio tu CCM wengine kutoka kitengo walioingia katika chama hicho wakiwa na malengo yao. Lakini kubwa zaidi na ambalo kwa hakika limekiumbisha chama hiki ni huu mchakato wa uchaguzi mkuu uliohitimishwa Januari 2025. na na tano kwa sababu kulikuwa na tuhuma na tuhuma hizi zinaendelea kuwepo kwamba kuna fedha nyingi zilitolewa ambazo kwa upande mmoja zililenga kumsaidia Mheshimiwa Mbowe ashinde, na wakati huo huo kumzuia Mheshimiwa Lissu asishinde. Kwa hiyo matokeo kuwa kinyume na matarajio ya hao waliotoa fedha na hao walikuwa wanufaika wa hizo fedha, ndiyo yanayochangia haya yanayoendelea. Lakini pia haya yanaendelea, ni muhimu kuyaangalia pia katika hilo la uchaguzi lakini pia ni muhimu kuliangalia katika mtizamo mpana wa hujuma dhidi ya vyama vya upinzani kikiwa pamoja na Chadema. Chadema na inalengwa zaidi, kwa sababu bila kukihujumu kinaweza kusimama katika nafasi nzuri ya kutishia ustawi wa CCM iliyopo madarakani. Na hii ajenda ya no reform no election inainyima inainyima usingizi CCM, kwa sababu inajua endapo watanzania wataamka na kusema hapana, hatutokubali kura zetu ziendelee kupotea kwa hivyo vyote, hakuna maana ya kupiga kura wakati washindi wameshajulikana. Hakuna maana ya kupiga kura wakati watu tunaowataka watu watuwakilishe hawapiti, hawashindi, bali wanashinda wale wanaotakiwa na CCM kupitia taasisi zake. Kwa hiyo inakuwa ni tishio kwa ustawi wa CCM, lakini upande mwingine hiki kilichotokea uh, cha Ruge Catherine ku, Ruge kutenguliwa na Julius Mwita majuzi, kutenguliwa ni kile ambacho kwa Kiswahili wanaita pasua kichwa ambayo ina ikabili Chadema kwa sababu kwa upande mmoja ni hii stronger together. Ni muhimu kwa Chadema kuzika makundi na kuwa wamoja, ili waweze kufanikiwa sio tu katika ajenda hii ya no reforms, no election, lakini kukikuza chama, chama kinatakiwa kiwafikie watu a kiweze kupata sapoti zaidi, kwa sababu hakuna chama kinachoweza kuingia Ikulu kwa idadi ya wanachama wake kwa makadirio ya chini, makadirio ya juu, sio ya chini, tuseme wastani, Chadema na wanachama milioni tano, na tuseme CCM ina wanachama milioni kumi. Kwa hiyo hata tu kwa idadi ya wanachama uwezekano wa Chadema kuishinda CCM haupo, hilo moja. Lakini pili, katika siasa za Tanzania, siasa za uchaguzi za Tanzania, kundi muhimu zaidi ni kundi la Watanzania wasiojihusisha na chama chochote. Hawa ni takriban asilimia themanini ya wapiga kura katika uchaguzi wote kundi muhimu zaidi ni watanzania wasiojihusisha na chama chochote, na hawa ndio huwa wanalengwa na CCM. Sasa kwa nini nalileta hili? Kwa sababu, kwa mfano ajenda ya no reforms, no election, inategemea sana kushawishiwa kwa kundi hili lisilohusiana na chama chochote. Hili liungane na wanaChadema, litakuwa idadi kubwa zaidi ya hawa wanachama kwa makadirio ya milioni kumi wa Chama cha Mapinduzi, na sauti ikiwa kubwa, CCM kweli wanaweza kufanya hujuma, lakini inaweza kufika sehemu akajua ah, kwa kweli hapa tumezidiwa. Hizi sauti kubwa zimewahi zime kuleta mabadiliko sehemu mbalimbali duniani. Sauti ya umma wanasema ni sauti ya Mungu. Kwa hiyo hili ni, lina umuhimu kwa wananchi wengi kuafiki au kukubaliana na kile wanachofanya Chadema, na hilo litatokana na ushawishi utakuwa. Lakini upande wa pili uh, ajenda hii ya stronger together nayo ina, ina changamoto zake, kwa sababu kuna watu ambao wako tayari kufanya lolote kuhakikisha kwamba Chadema haiendi popote kwamba chadema bila, bila bila, bila Mheshimiwa Mbowe sio chadema. Chadema haiwezi kuwa chini ya uongozi wa Mheshimiwa Lisu, na hili limejithibitisha katika charts mbalimbali ambazo zimevuja misimamo ya watu wanaosema kwamba hiki chama bora kife tu, lakini hatukubali Lisu. Mheshimiwa Lisu anakipeleka ovyo, hakuna future na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna watu ambao sasa, unafanya vipi kubalance kwamba mshikamano wa chama ni muhimu, lakini wakati huo mshikamano na watu ambao wanataka kukuangamiza ni hatari. Hii ni changamoto. Na itahitaji uongozi wa Mheshimiwa Lissu ufanye jitihada kubwa kuhakikisha kwamba hili linapatiwa ufumbuzi, kwa sababu hii migogoro au haya matukio yanaendelea yana athari kwa hii kampeni yenyewe ya no reform no election, kwa sababu wananchi wanaanza kusema ah, ah, watu wanaotushawishi tusiingie kwenye uchaguzi kwa upande mmoja, kuna wenzao wanataka washiriki uchaguzi, lakini upande wa pili wanalumbana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo hao wala sio kwa wanataka kutuingiza mkenge, kutumia neno la Kiswahili. Kwa hiyo hii sio, haya matukio sio mazuri, inatakiwa Chadema waongee lugha moja kwa hiyo hili linatakiwa kupata ufunguzi, lakini kwa kumalizia, wakati haya yanatokea, kuna kuna messages zimeliki huko mtandaoni, ni kutoka ili kundi la G55, na nitakusomea kwa kifupi. Kuna kada huyu wa Chadema anaitwa Yericko Nyerere, anasema wao walikuwa wabunge kwa sheria na kanuni kama hizi hizi. Uh, hii kampeni wa, yao wanang'ang'ania hii no reform no election, watu hawajaipokea wanaongopeana tu. Uh, mwenyekiti na kundi lake, akajibiwa na Boni Yai, huyu Boniface Jacob kweli kabisa kamanda, hii no reform no election haina maana sana, zaidi inakwenda kukiangusha na kukiua chama kabisa. Lissu anakiua chama, huyo Boniface Jacob. Lakini mtu ambaye amekuwa mstari wa mbele zaidi katika hii ajenda ya G55 kupinga uongozi wa Mheshimiwa Lissu pamoja na kupinga, kupinga ajenda ya no reform no election ni John Mrema A, ambaye ameandika hapa: chama leo kinaogopa wanachama wake kuunda group kujadili mambo ya chama Hatuwezi kukubali makamanda, hii ajenda ya kutoshiriki uchaguzi inaenda kukiua chama na itakuwa ndio mwisho wa mwisho, itakuwa ndio anguko kuu la Chadema. Mimi nashauri kila mtu ashinde mechi zake, wanaotaka kugombea wakagombee, na wanataka kususa wasuse, tuache kupelekeshwa kama wajinga, chama kikafia mikononi mwetu. Lakini hawa ni wanafiki, kwa sababu ajenda ya no reform no election kwanza haianzishwa na mheshimiwa Lissu, ajenda hii ilitangazwa na Mheshimiwa Mbowe mwaka jana um, tarehe tatu ya mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili ishirini na nne na hakuna mmoja wao aliyepinga ajenda ya no reform no election, waliafiki. Kwa hiyo ni wazi kwamba wanachopinga sio ajenda ya no reform no election, bali wanachopinga ni uongozi wa Mheshimiwa Lissu. Lakini pia huyu Mrema amejitokeza kuwa mtu wa kwanza kulaani kuondolewa utenguzi wa nafasi ya na amedai kwamba kilichofanywa dhidi ya Catherine Ruge ni kinyume cha na kanuni za chama. Utaratibu umewekwa wa kuwachukulia hatua, hatua za kinidhamu viongozi Chadema. Inatakiwa yeye mstari wa mbele kulinda haki za watu wake ili kuonyesha mfano kwa vitendo, kwa kinaheshimu katiba yake na kitaheshimu katiba ya nchi. Anacholalamika pia hakina maana kwa sababu Catherine Ruge, kuna tweets kibao, kuna ushahidi kadhaa ambapo yee amekuwa akiunga mkono no reforms, no election na zipo hapa nimezijumuisha katika hii video sasa huu ni unafiki kwamba hadharani unasema unaunga mkono no reforms and no election, na wewe ni kiongozi mwandamizi faragani unapinga kampeni hiyo sasa huu ni uwasi huu ni wala sio swala la kukiuka taratibu za chama huu ni uwasi kwa sababu ilikuwa ni rahisi katika vikao vya chama yeye kusimama na kueleza kwamba mimi binafsi siafikiani na msimamo huu wa chama kwa sababu ABCD, lakini kama unaafikiana na msimamo wa chama hadharani lakini faragani unahujumu, maana yake wewe ni mwasi na msaliti, na ndio kinachofanywa na kundi la G55, kwa sababu asilimia kubwa tu ya hawa G55 ni wanachama waandamizi wa Chadema, wengine ni viongozi wakiwa katika nafasi za juu za uongozi kama Boniface Jacob Boniface Boni Yai ni mwenyekiti wa Chadema kanda ya Pwani. Wengi waliopo katika G55 ni viongozi waandamizi wa Chadema. Kwa nini wasitumie nafasi zao ndani ya chama hicho kufanya upinzani ndani ya chama? Wakati wa kampeni za uchaguzi waliwahi kumlaumu Mheshimiwa Lissu kwa kuongea mambo ya chama hadharani. Kwa nini wao hawazingatii hilo? Na mwisho, CCM kupitia kwa, uh, kwa Dkt. Nchimbi imesema kwamba itawasaidia wanachadema wanaotaka kuwania uh, ubunge. Hili lina lengo la kuwafarakanisha Chadema, lakini pengine Chadema inapaswa sasa kufika kwa wananchi kupata mawazo yao jinsi gani inavyoweza kukabiliana na huu mkwamo inayokabili, na hapo chini kwenye, kwenye sehemu ya comment unaweza kukisaidia chama hiki kwa kutoa maoni yao, wafanye nini kukabiliana na hii hali inayoendelea ndani ya chama hicho. Basi Jasusi TV nakutakia wikendi njema, asanteni na kwaheri.